Na nafasi nzuri ambayo tuko nao, tumepata nafasi ya kukutana na diwani wa kata ya Uyole, lakini kikubwa zaidi leo tabasamu limeangukia katika upande huu au ukanda huu wa bonde la Uyole. Mheshimiwa diwani, heshima yako. Asante, salama kabisa. Salamu alaikum. Kwema kabisa. Kwema sana, nimefurahi. Kwema. Kwema umekosa hata cha hapana kuongea. Nisingeweza kuongea kwa sababu jina nao tamkwa Uyole mwenye Uyole ndio mimi, mimi. Eh, niongee nini? Tayari jina limebarikiwa Jina Yole, limebarikiwa. Hii taarifa umeipokeaje kwanza? Nimeipokea kwa furaha sana. Furaha imezidi ndio maana nimeongea maneno mawili tu. Ushirikiano mm. mm. wa wenu madiwani wa bonde hili na mheshimiwa utakuwaaje labda mbeleni huko? Kama hadia niseme kwa ujumla kwa sababu tukua madiwani thelathini, thelathini na sita. Sita. Mm. Mm. kwa sababu tulikuwa madiwani kata thelathini na sita kwa sasa hivi tuna kata kumi na tatu tu bonde la Uyole mm. kwa hiyo tutakuwa na nafasi kubwa na mbunge wetu atakuwa anafikika kiurahisi mm. kwa hiyo tunajua mambo ambayo atakuwa anatufanyia, tofauti ni yale, alikuwa amebeba mzigo mkubwa sana, sasa amebeba mzigo rahisi. kwa hiyo mm. tunajua ka, kila tutakapokuwa tunamwita atakuwa anafika kwa wakati eh, kwa sababu madiwani ni wachache, kwa hiyo eh, tumeridhika so, shukrani. Wenzetu yeah wanatamani hatakulia, hapana yeah na tulisha mwambia mheshimiwa kwamba karibu kwenye jimbo la Uyole, cha kwanza uje uweke historia, uweke historia kule. Mjini hana historia, yale majengo yalijengwa mm. na wakoloni wengine, lakini leo hii anaweka ana, historia. anaweka historia kama ulivyoona mm. leo ni historia hapa, kule nanana Tanzania yeye kujenga. Kwa hiyo kama ni majengo anajengwa Uyole, ni historia ya Tulia mwenyewe. Asante sana mm. asante basi sawa, tunaanza historia mpya kabisa Uyole, kwa mujibu wa mheshimiwa diwani wa kata ya Uyole.